Huu ni utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo tukianzia saa tatu siku, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Karibu. Tuanze utabiri huko kuangazia kwa mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa upande wa pwani kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Ziwa Victoria, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Ziwa Tanganyika, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa upande wa ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mamlaka ya ya Tanzania inatoa angalizo ya na matarajio ya vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita mbili hususan katika pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Tafadhali chukua tahadhari. Mifumo ya anga inatuonyesha kuongezeka kwa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Hivyo basi mamlaka yale ya Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa hususani katika mikoa ya Rukwa, Mbeya, Iringa, Njombe, Songwe, Morogoro, Ruvuma, Lindi, Mtwara, Pwani pamoja na Dar es Salaam. Tafadhali chukua tahadhari. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio ya kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Viktoria, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, Singida, Dodoma, nyanda za juu kaskazini mashariki, Morogoro, Ruvuma, pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi pamoja na maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki. Maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Singida pamoja na Dodoma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka mamlaka ya yariwa Tanzania, hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.